Historia ya maisha ya wa wadogo zetu wapendwa Gerald na Leo Kaisershire. Kuzaliwa, mdogo wetu Gerald Kaisershire alizaliwa tarehe kumi mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na moja Moshi mjini mkoani Kilimanjaro akiwa ni mtoto wa nne kuzaliwa kati ya watoto watano katika familia ya Kaiser na Roseshire mdogo wetu Leo Kaiser Shayo alizaliwa tarehe moja mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tatu Moshi mjini mkoani Kilimanjaro akiwa ni mtoto wa tano kuzaliwa kati ya watoto watano katika familia ya Kaiser na Rose Shayo. Ubatizo wadogo zetu walibatizwa mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu katika usharika wa Kiboroloni, Moshi mjini. Elimu. Mdogo wetu Gerald Kaiza Shayo alipata elimu ya awali katika shule mbalimbali mbali ikiwemo Kilimanjaro Genius Academy na Mama Clementina Foundation Paradise Free and Primary School zilizopo Moshi mjini huku mdogo wetu Leo kaa sha akiwa nyumbani akicheza kwa furaha akiwasubiria ndugu zake kurejea kutoka shule. Kifo mnamo tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumatano, majira ya saa tano asubuhi, wadogo zetu Jero na Leo Kaiza Shari walipatwa na umauti wa ghafla uliotokana na ajali ya moto iliyotokea wakiwa nyumbani kwao Kiboshorodi, mtaa wa Katanini. Wadogo zetu wametuacha sisi ndugu zao na wazazi wetu katika hali ya majonzi na simanzi kubwa. Ikawa hatupo nao tena kimwili, tunabeba kumbukumbu kumbu zao mioyoni mwetu daima. Tunaamini wako mikononi mwa Mungu, mahali ambapo hakuna maumivu wala machozi, ma, mahali pa amani ya milele. Yesu akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo sura ya 19 aya ya 14. Pumzikeni kwa amani wadogo zetu.